Yesu asifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana sana Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni, ninaomba subscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki sana. Leo namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi ya kushia na wewe neno la Mungu, na tunaendelea na series yetu mpya ya The Seven I Am, mimi ndimi saba, ambazo zinapatikana katika kitabu cha Yohana. Ninaomba ukaribie na Mungu akubariki sana. Utambulisho wa Bwana Yesu wa pili kwenye hizi mimi mimi ndimi saba anajitambulisha kama yeye ni nuru ya ulimwengu, na habari hizi zinapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya nane especially mstari wa kumi na mbili nipo tutapenda kuangalia na Bwana Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, oh, I am the light of the world. Background story ni kwamba siku ilianza na ilikuwa kwanza, ilikuwa ni wakati wa sikukuu ya vibanda, ambapo watu huwa wanaweka makambi, nadhani ni siku saba au siku nane na panakuwa na mataa kila mahali usiku na mchana, wanakaa kule. Nadhani bado yako madhehebu yanayofanyaga makambi. Um, wakamletea yule mwanamke ambaye alikuwa amezini. Alipoletwa wakataka Bwana Yesu, walikuwa wanamtega Yesu, atamhukumu vipi? Bwana Yesu akumhukumu yule mwanamke isipokuwa, akawambia aliye ambaye ni mtakatifu atupe jiwe wa kwanza. Wote wakaondoka wakamwacha, na yule nani, na yule mama pale. Kwa hiyo Bwana Yesu akachukua hiyo hizo hizo hivyo vitu viwili. Ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ambayo ya vibanda, kuna mataa mengi. Pili, kile kitendo alichokifanya ni kitendo cha gizani, kujiintroduce yeye kama yeye ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tutaenda kutumia zetu tano na H moja kujaribu kuelewa Bwana Yesu alikuwa anatupa ujumbe gani kwa kusema yeye ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo W yetu ya kwanza kama kawaida ni who, Bwana Yesu ni nani? What, nuru ni nini? Where, nuru inatoka wapi? Why, kwa nini nuru ilikuja? When, ilikuja toka lini? How, mtu anaipataje hii nuru? Karibu W yetu ya kwanza, who, Bwana Yesu ni nani? anajitambulisha katika Yohana nane kumi na mbili. Basi Bwana Yesu akawaambia tena, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Huo ndio utambulisho t tunakumbuka katika last episode tulizungumzia mimi ndimi maana yake ni nini? I am with capital letters, maana yake ni kwamba yeye ni Mungu, ana uungu, na hilo ndio hiyo ndio asili yake, ni Mungu. Na Wayahudi waka wakaelewa na unajua wanapoambiwa, wanapomsikia Bwana Yesu anasema yeye ni Mungu huwa haiwafurahishi. Lakini vile vile akasema, mimi sio tu Mungu lakini ni nuru ambayo ni ya ulimwengu wote, sio nyinyi tu, kwamba nimekuja kuangaza kwenu, nimekuja kuangaza kwa ulimwengu wote, kwa yeyote. Kwa hiyo ndio utambulisho wa pili wa Bwana Yesu kama yeye ni nuru ya ulimwengu. Swali so, letu la pili ni what Nuru ni nini? Ni hii nuru tunayoijua? Ni hili jua? Ni taa? Ni mwezi? Ni nini? Uh, ukisoma Yohana moja, inatuelezea inasema, hapo mwanzo kulikuwa Neno, nalo Neno lilikuwa alikuweko kwa Mungu naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu Vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika ndani yake; ndimo ulimokuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikulishinda. Kwa hiyo tunaona neno lilikuwepo toka mwanzo, nuru ilikuwepo toka mwanzo. Kwa hiyo tunapozungumzia nuru, tunamzungumzia Alfa na Omega, beginning and, and the end, mwanzo na mwisho, Bwana Yesu mwenyewe aliyekuwepo toka mwanzo. Kwa hiyo Nuru ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nuru vile vile inawakilisha kitu kingine kwa sababu kwenye waraka tano wa kwanza wa Yohana sura ya 5 inasema, na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuhubiri kwenu ya kwamba kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ya ndani yake. Kwa nuru ni Mungu mwenyewe, nuru Mungu mwenyewe. Ni pure light. There is no darkness in him. Na ndio Bwana Yesu alikuwa anajiintroduce tena kwa wao kwamba mimi ni Mungu kwa sababu mimi ni nuru. Kingine, eh, Matendo 13 inatuambia kwa sababu hiyo ndivyo tulivyoamriwa na Bwana nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu. Nuru ni wokovu, ni tofauti, ni opposite ya ya maangamizi, opposite ya mauti. Nuru ni uzima, nuru ni, ni maarifa. Kwa hiyo huyo ndio Bwana Yesu. Mhubiri um, mbili nasema ndipo nilipoona ya kuwa kweli hekima hupita upumbavu na kadiri nuru ipitavyo giza. Tumeona pale Bwana Yesu akilinganisha akisema nuru E, iliishinda wala giza likuliweza nuru, lakini hapa tunaambiwa vile vile hekima inaishinda upumbavu. Kwa hiyo nuru ni hekima, ile hekima ya Mungu ndio nuru yenyewe, ndio Yesu Kristo mwenyewe, ndio neno lenyewe. Um, kwa hiyo hiyo ndio habari ya nuru na uh, Bwana Yesu akachukua hiyo opportunity kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yanatokea siku ile kujintroduce kwa ulimwengu kama yeye ndio nuru ya ulimwengu na sio nuru ya wayahudi tu. Ni ulimwengu mzima unamuhitaji yeye kuwa nuru yao. Dabliu yetu ya tatu ni where, wapi? Nuru imetoka wapi? Tukisoma Yohana ya moja inatuambia hapo mwanzo kulikuwepo neno na neno alikuwepo kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Ukishuka chini na kwambia ndani ya yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo hii nuru ilikuwepo ndani ya neno toka mwanzo, ilikuwepo nuru ndiyo nuru, ndiyo Bwana Yesu Kristo, na neno Mungu linatuambia bila yeye hakuna chochote ambacho kingefanyika. Kwa hivyo vyote tunavyoviona na tusivyoviona visingekuwepo kama isingekuwa nuru, ambaye ni bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye mwanzilishi wa kila kitu. Nuru ndio ilianza. Swala so letu la nne, kwa nini, kwa nini nuru ilikuja? Nuru ilikuja kwa sababu kubwa moja, kulishinda giza. Mstari wa tano wa Yohana moja inasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Umeona, nuru ni kinyume cha giza, na nuru ilipoingia giza lilitoweka. Unakumbuka wakati wa uumbaji, kwenye Mwanzo mmoja, dunia yote ilijaa giza. Ilipokuja nuru, giza likatoweka. Kwa hata leo nuru inahitajika katika maisha yetu kuondoa giza tulilonalo, ambayo nimesema giza ni kinyume, ni uovu, ni kutokuwa na maarifa, ni ni ni mauti. Vyote hivyo vinaondoka wakati giza wakati nuru imeingia. Kwa hiyo Bwana Yesu anapoingia kwenye maisha ya mtu unapata unapata uzima. Eh, nuru ni uzima nuru ni hekima. Nuru ni, ni, ni, ni kila kitu. Bila nuru huwezi ukafanya chochote. Nuru ilianza lini? Nuru ilikuwepo toka mwanzo. Tumesoma kitabu cha Yohana moja mstari wa kwanza mpaka wa tano naenda kwa usome. Inasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, kwa sababu neno ni nuru, nuru ni neno. Kwa hiyo ilikuwepo toka mwanzo. Kwa hiyo Bwana Yesu anapokuja hapa mbele ya hawa ya, Wayahudi na kuambia mimi ndimi nuru ya ulimwengu, sio kwamba pale ndo ameanza kuwa nuru ya ulimwengu, alikuwepo toka mwanzo. Na kuna wakati nadhani alikuwa anaongea na, na hawa hawa Wayahudi kuhusu Ibrahimu wakamwambia we baba wewe huna hata miaka hamsini. Akamwambia wewe Ibrahimu tu alifurahi mimi kuja ulimwenguni kwa alikuwepo. Wakamshangaa, you are not even 50, unasemaje? ulimuona Ibrahimu. Lakini kwa sababu yeye eh, bila yeye Ibrahimu asingeumbwa. Kwa hiyo bwana Yesu ni nuru toka mwanzo, ni nuru na bila yeye hakuna ambacho ki, kimeumbwa na hii nuru iko mpaka leo, sio tu iliishia huko au ilishia, ilishia miaka elfu mbili iliyopita. Mpaka leo bado nuru uki, ukiipata katika maisha yako bado inaangaza, kwa sababu hii ni mwanzo na hii ni mwisho. Swali letu la sita ni how, mtu anaipataje hii nuru? Inawezekana unanisikiliza, unajiuliza, umesikia habari za nuru. Nuru inaangaza, nuru ni uzima, nuru ni hekima, nuru ni maarifa, nuru ni kila kitu tunachokihitaji unajiuliza naipataje hii nuru Yohana moja mstari wa tisa mpaka wa kumi na mbili anatujibia hilo swali kwa kusema kulikuweko nuru halisi amtiaye nuru kila mtu eh, aliyo katika ulimwengu alikuweko ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako wala ulimwengu haukumtambua alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea bali wote waliompokea walifanyika kuwa wana na ndio wale waliamini jina lake. Kwayo, ili uweze kuipokea hii nuru, lazima umwamini Bwana Yesu. Utakapomwamini kwa moyo wako wote na kukiri kwa kinywa chako ya kwamba Bwana Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nuru itaingia kwako, itakubadilisha na kama Bwana Yesu alivyosema, hautatembea tena gizani. Hau, maanake gizani ndiko penye uovu. Na wakati Bwana Yesu alikuwa anaongea na Wayahudi akawaambia, ninyi mnaipenda nuru kuliko giza kwa sababu hamtaki matendo yenu yajulikane. Kwa hiyo ukimwona mtu yeyote anapenda kukaa gizani, muulize kwa nini anapenda kukaa gizani, anafanya nini huko gizani? Kwa hiyo vivyo hivyo wanaomkataa Yesu ni kwa sababu hawataki kubadilishwa matendo. Wanataka kuendelea kutembea gizani. Lakini kuna matokeo ya kutembea gizani ambayo sio mazuri, na ni matumaini yangu utachagua nuru, utachagua uzima. Sasa tumezisikia habari za nuru ambaye ni Bwana Yesu, alikuja ili kutuokoa na kututoa gizani, kutuingiza katika nuru zake, nuru yake ya milele. Lakini habari au safari haishii hapo kwamba amekutoa tu, umekuja huku nuruni basi ndio yameisha? Hapana, bado kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye tukiwa nuruni. E, Mathayo tano anatuambia ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tayari ni nuru au kama unataka kuwa nuru, jukumu letu ni kuangaza ili miji isitirike, sehemu tulipo, makazini, majumbani kila mahali utakapokuwa panasitirika, kwa sababu ya nuru yako. Na ndio maana tumeambiwa kwamba, yani, mpaka sasa hivi kitu kinachomfanya chumf, kina yule mpinga Kristo asifanye kazi ni kwa sababu kanisa bado lipo, kanisa ndio linaisitiri hii dunia, otherwise sasa hivi dunia ingekuwa chaos kuliko hivi tunavyoona, kwa sababu shetani yeye anataka kuiba, kuharibu, kuchinja na kuua, ndo kazi anayoijua. Kuiba, sorry, kuiba, kuharibu na kuua ndio kazi yanayoijua. Kwa hiyo ni kwa sababu nuru bado ipo, tunaisitiri dunia. Nuru bado iko katika nyumba yako, mambo yanasitirika katika nyumba yako, katika familia yako na kila mahali. Kwa hiyo, hiyo ndio faida ya, ya kuipokea nuru. Lakini vilevile vile katika hii faida ipo jukumu. Jukumu letu ni tunatakiwa tuangaze, ili watu wapate kumtukuza Mungu aliyekutoa gizani eh? kwenda nuruni, ndio maana waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa tisa kila mtu anaupenda anasabali: ninyi ni mzao mteule, ukuane wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo tulioingia katika nuru ya ajabu tunatakiwa tutangaze fadhili za Bwana. Fanya kazi ya Mungu kwa namna yoyote Mungu anayokujalia ifanye kazi, ili kwamba ile nuru ipate kuwafikia wengine, kwa sababu uzuri wa nuru unapoipokea tunaona kuwa nuru. Kwa hiyo na mimi nikipokea nikiwa nuru nikamfundisha nikam, mwingine nikamfanya mwingine mwanafunzi wa Yesu naye anakuwa nuru. Nuru zinapoongezeka sigiza linatoweka. Mwisho ni maombi yangu wapendwa, kama nilivyosema nuru ina majukumu. Ukisoma Isaya sitini inatuambia ondoka uangazi, kwa kuwa nuru yako imekujia na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ninamwomba Mungu sana kwamba mimi na wewe hatutaikalia nuru, tutainuka, tutaiangaza nuru. Ndio maana Bwana Yesu akasemaje, kwani nani anaiweka nuru chini ya ya meza? Nuru zinawekwa juu ili watu wote waone, eh? na sisi vivyo hivyo, embo tuondoke tukaangaze, kwa sababu dunia imeshajaa giza na watu wamejaa giza kuu, wanahitaji nuru, na watu wanalia, wanahitaji nuru <mucho> <mucho> anakuja <mucho> au